Na swali la mandevu, mti ukiwa mzazi eh, ukilisikiliza lile shairi, mtu ukiwa mzazi wewe, ukiona tu pale, mtu ukiwa mzazi unasemaje? Utalisoma, umesikia bwana, kutokana na kile alichokieleza pale, kichwa walikuwa wanakwenda nacho vizuri eh. Mzee, Mzee Nasoro, hebu rudia kidogo, kwamba hii habari ya vina vina vya irabu, tunaita vina vya irabu, hebu turudishe nyuma kidogo, ilikuwaje Sema hivi kwamba wakati alipokuwepo wakati huo alipokutana wa, washahidi wa zamani wale kina Nyamaume, kina Amduni, kina Matiasi kaya, kina Karuta ambia Bedi, kina Shaban Robati na walofuata walikuja, yeye akawaambia jamaa, tunatunga mashairi lakini kidogo kuna makosa makosa, irabu hizi tunazikosea, kwa sababu wakati ule shairi linashuka mtiririko unalipenda kwa sababu ya maneno anayosema lakini palipo zaa na za palipo a na waa palipo baa na mbaa, yote inakwenda sambamba. Akaja akautengeneza ushairi ukawa wa sasa, ambao huu tunautunga sisi, ambao mtu akija a zile akiwa a ziwe mbili zinapendeza zaidi eh? Sasa ambapo zamani hilo ilikuwa hakuna utalikuta shahidi, hata la kinasia na swale, ukatunga shairi moja asema haya dawa mapenzi ila tano, lakini mwenda unakuta zi na nzi imo. Sio kwamba alikuwa makosa mm, alikuwa ndio ushairi wa wakati huo. Sasa wale walikuwa wanakutana wanakubali kuja kufundishwa, lakini washairi wa sasa anatoka ana huko alikotoka, kesha kuwa mshairi tena gwiji gwiji tena nauna Mbj, cha kumwambia wewe. <laughs> wewe huna cha kumwambia He? ile kina cha mwisho kile kikiwa pamoja sawasawa kinapendeza. Shairi moja alisema kwamba kama kweli wasikia nisikilize jamaa, nikupe hu wasia, uende uenda ukakufaa. Uziepuke hatia, hatia zina balaa, epuka hiyo balaa, uishi maisha mema. Najua unatafuta kizuri chenye kuvaa, kinukiacho mafuta na wanja kupaka, lakini ulichopata bure unajihadaa, usikione kwa macho kilivyopambwa zanaa ukazani dilijo hicho kinachoweza kukaa ufiki kudumu nacho ufike na kuchakaa kwa kufanyia mapambo kupita kwenye mitaa itakuwa haijambo wala upate kinyaa kwa mapambo hicho chombo hakuna wa kushangaa. huyo ni nani? Huyo wewe unaye kwako safi tena anang'aa ameshinda kwa umbiko macho kama mshumaa wamekupa ndugu zako na watoto mmezaa mpambe kwa maviatu na gauni za kuvaa chakula na kila kitu ndani vimejaa. Kwa nini unasubutu kumshindisha na njaa kumshindi Ona mfano wa nyumba ujenge bila kipaa, nguzo mabati na mwamba ah. <laughs> Una, kama tunahofia kuyumba eh, isije ikaremaa. Unaona, halafu sasa leo washairi wa sasa hamna eh. eh. eh. eh, mtu akikaa tu huko basi atakuja atatengeneza kitu hicho mwenyewe, halafu kesha kwa fundi. Na haambiwi. Ukimwambia ushakuwa wewe tena mgomvi wake, unajidai sasa ushahidi hauoko hivyo, lazima nyie ukuta mkae mtafute ushahidi ulivyo hasa, watoto wenu hawaicezi muongea nao. Hata ukuta, ata ukuta.